Ni kweli kwamba tuna, tunaendelea na uchunguzi dhidi yao na, na viongozi mbalimbali wa TFF. Uchunguzi huo tumekuwa nao kwa muda mrefu na bado unaendelea. Sasa sijui mlitaka niwaambie nini hasa, lakini kama ni swala la tuhuma kwamba tunawachunguza kwa, tuna kwa tuhuma gani bado ile ni siri yetu, upande wa uchunguzi. Katika uchunguzi tunaongozwa na misingi ya sheria, kanuni na taratibu. Hatuwezi tukaweka wazi kila jambo, lakini jambo la msingi kabisa ambalo wanatakiwa wananchi waelewe, au ninyi waandishi wa habari muelewe, ni kwamba tuna uchunguzi ambao tumekuwa tukiufanya kwa muda mrefu na ambao sasa hivi bado unaendelea. Kwa hiyo, sasa wako wapi? Wako chini ya ulinzi au wako uraiani kama kawaida? E, tuko nao tu, bado wako chini ya ulinzi. E, kwa mujibu wa sheria, taratibu na kanuni tunaendelea nao. Kwa muda gani itakuwa? Sheria ndio inavyo, tunaongozwa na misingi ya sheria na kanuni na taratibu. Muda tutakapopata tunacho tutakapopata kile tunachochunguza, basi tutawaachia bila kuchelewa. Kwa hiyo kwa sasa hivi hawezi mtu kuwapa dhamana. Ndo maana nimekwambia hayo maswala yote, ile swali lako linajibiwa kanuni, taratibu na sheria. Sheria zinaamua, sawa? Hatumfanyi mtu kumkomoa e, umenelewa? Watakapo tutakapoona kwamba mambo yetu yamefika, yamekaa vizuri, basi tunawachia bila matatizo. Hatuna shida na mtu wala hatumkomoe, sawa? Kuna watanzania... ushahidi ndio unaoamua. Lakini ni lini ni swala la kiuchunguzi yeah. lile eh, nimesema hapo kwamba tunachunguza nini, tumefanya nini, tutafanya nini, ni siri ya uchunguzi. hatuwezi tukaweka kila tukaweka wazi kila jambo, kwa makadirio pengine muda gani wanaweza anaweza kawa chini ya ulinzi. Nimesema hata mwanzo kwamba tunaongozwa na, na misingi ya sheria kanuni na taratibu eh, umenielewa. Kama kila kitu kinaenda vizuri, mtuhumiwa anatoa ushirikiano mzuri, sawa, hakuna sababu ya, ku, ya kuendelea kukala mtu kwa sababu hatu, hatufanyi nini hapa, hatumkomoi mtu, mtu anatoa ushirikiano eh, umenielewa unamwambia rete tafuta wadhamini wako, wanakuja, kwa nini muendelee kuwa naye? Hatuwezi ukaendelea kuwa naye. Kwa hiyo ushirikiano kutoka kwa upande wake na masharti mengine, kwa mfano kama kama ni dhamana, umenielewa, lazima apate, umenielewa. Kama, kama, ndio maana ya sheria sasa, kanuni na taratibu yote, mahakamani masuala kwa mfano, unajua kuna dhamana za kwa, z dhamana za upande wa nini wa uchunguzi kama swala liko TAKUKURU, tunaendelea na uchunguzi ushahidi nini, sisi ndio tutakayompa dhamana. Kama ni swala liko mahakamani, mahakama ndio inatoa dhamana, lakini hatuwezi ukasema kwamba si kila kitu kinachochunguzwa kiende mahakamani, kwa sababu kinachokwenda mahakamani, je, kuna ushahidi wa kuwashtaki? Umenelewa we, umenero, sio kufanya tu kwamba muende mfanye nini, tupeleke mahakamani. Unapeleka mahakamani kwa kwa swala gani? Umenero na, na makosa ya jinai yanaongozwa na nini kuna sheria zinazoongoza makosa ya, ya, ya, nini, ya jinai sio tu unapeleka tu mahakamani eh? Okay. Sasa eh, inaonekana kwamba tayari mlishafanya uchunguzi kwa hawa lakini hii inaonekana ni hatua kama ya mwisho vile mpaka kuwashikilia kwa hivi sasa, kwa sababu walikuwa wanakuja hapa wanahojiwa, wanaondoka, wanahojiwa, wanaondoka. Hmm. Hii sio hatua ya mwisho. Uchunguzi, waandishi wa habari, ni mchakato wala uwezi ukasema kwamba unaanza leo ukapanga kesho ukamilike au leo hii ukamilike. Kwa hiyo ni mchakato, ni, mcha ni swala la taaruma. Hii ni taaruma, hatufanyi kwa kubahatisha. Tunafata taaruma, tunafata weredi. Kama jambo halijakaa vizuri, wala uwezi ukakurupuka. Na wengine wanaweza wakaniuliza kwa nini akamatwe leo sasa hivi, tuko kwenye mchakato wa uchaguzi TFF. Sisi ni swala swala letu hadi ingiliani kabisa ni swala ambalo kama nilivyowaambieni tumekuwa nalo kwa muda mrefu, na kwamba kwa sababu uchunguzi ni mchakato, haukamiliki leo. Kwa hiyo ni swala la muda, kwamba kwa nini sasa hivi amefikia hatua tumemkamata, tumewashikilia wote hao wawili. Kwa hiyo sisi kwa sababu tuko ndo, tuko ndani ya tuko ndani, tunaifanya ile kazi, tunajua na hatuwezi tukawaambieni waandishi, na hatuwezi tukaweka wazi kwa nini sisi tumewashikilia kwa namna hiyo ni swala la muda na mazingira. Sawa, umesema kwamba mmewakamata Malinzi, Mwesigwa na maafisa wengine ah, wa TFF. Pengine ni wangapi ambao sio maafisa wengine? Unajua tunafanya uchunguzi wetu ni kule kwenye TFF kule hmm. E, umenielewa? Yeyote atakayekuwa amehusika kwenye ule mkondo, umenielewa, tutamfikia. Sawa. Kwa hiyo kuna watu unajua, sisi general kuna tuma kule TFF kwamba kuna mambo kadhaa ambayo yametendeka yame, sasa kama ni nani mwingine tutakayemchunguza au tunamchunguza au tumekwisha mchunguza, lile mtu achie sisi wa wow, wachunguzi, si ndio tutumie no. weredi wetu, ili tuwape matokeo mazuri na nakumbuka siku za nyuma mmewahi kunipigia simu, mpigia simu, jamani hapo, ama jamani hapo TFF kuna hii jam, TAKUKURU mmejipangaje? Sisi umejipanga, na nimekuwa nikiwajibuni kwamba sisi tuko tuko kila mahala natumejip, e, na tumejipanga, na sio kwamba mnapoona kwamba tuko kimya isikiri kwamba hatufanyi kitu, tunafanya vitu kwa weledi, hii ni taaruma hii. Sawa, kuna uchaguzi unaendelea, pengine mkono wenu pia mtauweka hapo, sisi kama nilivyowaambieni kwamba hata katika uchaguzi huu unaoendelea sisi tuna tuko tume, tumejipanga tunafanya kazi yetu, hatusubiri kuletewa tu, lakini vilevile tunapenda kuambia mtuletee ni waandishi wa habari. Sasa hivi TFF uchaguzi unakwenda, lakini hii kuwashikilia kwa namna hakuna uhusiano na uchaguzi. Wao wanaendelea wa, bila matatizo, sisi hatuko pale, kwa sababu mtu anaweza kachaguliwa hata asipokuwa na nini hata kama halka, a, a, kwa mfano hata kama asipokuwepo si anachaguliwa tu, kuna mawakala, kuna wapenzi. Kwa hiyo sisi hatujazuia na wala halihusiani kabisa, kwa sababu hizi tuhuma zimekuwepo kwa muda. Tunajua sisi wachunguzi wenyewe hatuwezi tukaweka wazi, kwa hiyo mtatusamehe hilo waandishi.